Kwa ujumla matokeo yalingana, ila kilichozidi kwangu ambacho kwa wenzangu sijakisikia ni ile kwamba sisi katika jimbo letu wasimamizi wote wa kura alikuwa diwani, ni mstaafu, katibu wa CCM na wengineo, hakukuwa na mtu ambaye ametoka nje ya hao. Hilo ndilo lilotukumba. Kwa hiyo katika mwendelezo mzima wa upigaji wa kura, ni kura kupewa zaidi ya moja kwa wale ambao watanyosha vidole kwamba mitano, tena hawo wakifika, ndio walikuwa wanapewa kura tano au zaidi ya tano. Mimi binafsi nilishuhudia kuna wakala wetu mmoja ni mtoto wa kike. Bahati mbaya, kuna afisa tawala katika tawala alikwenda kupiga kura na ikawa ni zaidi ya moja, na alipofika muda na yeye akaenda kupiga kura, hawakumjua mwanzo msimamo wake ukoje, wakampa kura mbili. Kuna mmoja alisema kwamba kwa nini huyu wampa kura mbili? hakuweza kuvumilia. Kijana aliwaambia kaributawalaa amepewa zaidi ya hapo, hambukufanya chochote mwajaonala kwangu. Alafu swala jingine, kituo cha Konde, mgombea wakilishi alikamatwa mkono, ni wakala wetu, lakini hakuna kilichoendelea zaidi ya kuruhusiwa kwamba aendelee kupiga kura zake nyingi, na askari walionyeshwa baada ya mwakilishi kukamatwa mkono. Jengine, mawakala wetu walizuiwa kuingia baadhi ya vituo, hawakuruhusiwa kuingia katika vituo jengine. Ambavyo kwa lilitokea katika kuhesabu kura, kuna vituo ambavyo idadi ya iliyowapiga kura siyo idadi iliyokuja katika kuhesabu kura baada ya kituo kufungwa. Kituo cha Kifundi, kuna chumba kimoja namba mbili, kilihesabiwa wapiga kura ni mia mbili na themanini na moja lakini katika kuhesabu kura zilikuja mia nne na themanini na moja <laughs> kitu chengine mheshimiwa, tulichokishuhudia katika upiga wizi wa kura wa tarehe 28 wizi wa mapema idadi ya wapiga kura ambao tuliletewa katika jimbo letu ni 454. Lakini ndani ya 454 ni watu wawili peke yao ambao tulikuwa sisi tunafahamu kwamba hao ni walimu wa shule. Mheshimiwa, licha ya hayo, mimi nilipata bahati ya kutembelea kituo cha jimbo la Tumbe kituo cha hapa Chimba, kituo cha Chimba, waliletwa vikosi wengi wengi wengi, pamoja na wa askari wa JWTZ. Mimi binafsi nilikuwepo kwenye kituo na nikawashuhudia, kila anayeteremka gari basi, kwanza apita kwenye maji yaliyokuwa kusanyika, akinawa mikono kwanza, ndio akaingia kwenye kituo. Mimi binafsi nilishuhudia waaskari wa, wa vikosi walioletwa kwa mara ya mwanzo wakiwa wanapoangaliwa vitambulisho vyao, kwanza hawakuwa na kitambulisho cha aina maalumu kama hichi, ni cha mpiga kura. Kitambulisho chochote alikuwa na uwezo wa kukipigia kura hicho, tulikishuhudia. Kwa hiyo kwa ujumla maeneo yote ilikuwa yanalingana yaliyojitokeza. Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba bado watu wa jimbo la Konde na majimbo mengine ya mkoa wa Micheweni bado twajua kwamba utakuwa rais wetu kwa uwezo wa Mungu.